Ni wow. Kitu gani ambacho kinaweza kukuhimiza kufanya jambo ambalo unalipenda ili kufanikiwa kimaisha? Hilo ni swali ambalo amejiuliza hmm. Uh, mhandisi ambaye uh, ni mtunzi pia wa vitabu, akaamua kuandika majibu yake kwenye moja ya vitabu vyake, na ameona kuna umuhimu wa kuja ku E, shea na sisi hapa pamoja na wewe ndani ya alasiri. Huyu ni mhandisi Kabenda Balete ambaye pia ni mtunzi na mwandishi wa vitabu, tuko naye hapa maalum kabisa atuambie kuhusu swali hili alilojiuliza na majibu ambayo ametuwekea ndani ya kitabu atakachokizindua hivi karibuni. Karibu sana mhandisi, asante sana, karibu sana. Nashukuru sana. Yeah. Tuanzie kwenye uhandisi yeah. Mimi ni mhandisi wa vyakula na madawa, uh, Food and Biochemical Engineer. Okay. Yeah, nimemaliza mimani mm. takribani miaka kumi na mbili iliyopita. Okay. Yeah. Nataka uchanganya uhandisi kwenye uandishi <laughs> wa vitabu. Imekujaje? <laughs> <laughs> ni, <laughs> yeah, ni profession yangu <laughs> Kwa hiyo injinia maji kaka, eh sio <laughs> majengo pekee, na sio umeme pia. Kwa hiyo siko aina nyingi sana, kwa aina nyingi sana hapo. Wa maji umetaja kwa herufi kubwa sana, kwa kweli. Karibu sana. Asante <laughs> sana. so, so, so, so. Eh, hii pengine inaweza ikawa ni kitabu chako cha ngapi? Hiki ni kitabu cha tatu. Sawa so. Eh, cha kwanza kinaitwa maisha ni zaidi ya chakula sehemu ya kwanza. mm. Cha pili ni cha teknolojia, inaitwa Blockchain technology na cha tatu ni maisha ni zaidi ya chakula sehemu okay, ya yeah, pili sa. Kwa nini maisha ni zaidi ya chakula? Maisha ni zaidi ya chakula kwa sababu e, watu wengi wanatumia wana, wana, wana nguvu nyingi mm, kutafuta pesa mm. E, na nilijiuliza swali tu kwa nini watu wanatafuta hela sana na hawapati? Mm. E, tumekuwa kwenye familia ambazo wazazi wetu wanatafuta kweli Natafuta mpaka wanazeeka. Na ukiwasikiliza vizuri wana regret. Uh, wanajuta kwamba hawakuishi maisha ambayo walikuwa wanataka. Lakini maisha yao yote walikuwa wanatafuta hela. Mhm. Mm, kwa ikabidi nichukue muda wa ku kufanya tafiti na kujiuliza, baadaye nikagundua kumbe e, maisha tunayoyatafuta mara nyingi yako ndani yetu, na ikabidi nifuatilie historia ya fedha e, fedha fedha imetoka wapi imepita e, kwenye vipindi ga, vingapi? Kagundua fedha imepita kwenye vipindi karibia sita, na saizi tuko kwenye kipindi cha saba mm. cha sarafu mtandao, japokuwa watu wengi huwa hawaelewi, lakini baada ya miaka kadhaa watakuja kuelewa, kwa sababu maisha yana vipindi tofauti tofauti. Kwa hiyo nikagundua kwamba hata zamani watu, watu ambao tumeenda shule watu walikuwa wakibadilishana vitu vitu kwa vitu, na baadaye mfumo huo ulishindikana. Kwa sababu ilikuwa ni ngumu sana kubadilishana vitu e, hasa hasa mnapokuwa mna vitu vinafanana na mnahitaji mahitaji tofauti. Kwa hiyo baadaye, wanadamu wanavyoongezeka na ustaarabu ukaongezeka, wakatafuta vitu gani tunaweza tukavitumia kama kielelezo cha kuweza kupata bidhaa ya aina yoyote, ndo wakaleta vitu vinaitwa currency, mm -hmm. sure. mambo ya fedha. Lakini, e, fedha ilikuja kama njia tu ya kuhamisha thamani kutoka kwa mtu kwenda kwa mtu mwingine, lengo ilikuwa ni kuhamisha thamani mm. Sasa miaka imepita na mfumo wa fedha tulionao na almost miaka zaidi ya mia tatu sasa, wanadamu tumesahau mm. Badala ya kujikita, kujenga thamani ambayo ndio ina, inafungua fedha zije ili zikusaidia kuhamisha hiyo thamani kwenda mtu mwingine, tumesahau hiyo tunatafuta hela sasa, kwamba hauhitaji chakula pekee, ila unahitaji vitu vingi uishi, unahitaji vitu vingi uishi. Lakini actually hiyo konsepti ya maisha ni zaidi ya chakula, mm -hmm. Haihusiani na chakula kabisa, mm -hmm. Inazungumzia kwamba mentality yako okay. uh, jinsi unavyowaza unatafuta kusurvive au unatafuta kuleta thamani kwenye ulimwengu, mm -hmm. ili uweze kuishi salama, kwa sababu mtu hahitaji chakula tu aweze kuishi. Kuna vitu vingi. Thamani ya mtu haiko kwenye chakula. Chakula ni kwa ajili wewe uweze kusurvive kwa ajili ya mwili mm. Lakini mtu sio mwili e, mtu yuko ndani yako mm. E, kuna mtu huwa unapiga naye story e, ukikaa unakuwa unawaza mm. Leo sio niende, leo nisiende. Na wakati mwingine mwili unakwambia, mm. bwana mimi nimechoka bwana <laughs> kwa hiyo mtu yuko ndani ya mwili, sio mwili. Mm. Kwa hiyo ukijikita kuridhisha mwili wakati mtu wewe ambao ni roho kabisa hauitilii hau, hau, hau maanani, mwisho wa siku utaishi maisha ambayo sio. Kwa hiyo tukijikuta tunatafuta hela baada ya kujenga thamani, ambao sasa watu wanaweza wakakupa hiyo hela ili thamani uliyonayo ihame. Hela haijengi thamani? Hapana. Hmm. Hela inahamisha thamani. Inahamishaji? E, sifa za hela, ukienda kwenye watu wa uhasibu wanasema ina hmm. sifa tatu tu. Sifa ya kwanza ni medium of exchange, yani kuhamisha thamani eh, kutoka kwa mtu kwenda kwa mtu kwa sababu bizele tunatumia wanadamu, sio viumbe vingine. Na sifa ya pili ni kutunza thamani, store of value, na sifa ya tatu ni unit of account, kipimo cha mahesabu. Maanake nchi hii hairuhusu kwenye vitabu vya uhasibu weke dola, uruhusiwi. Mhm, mm. Na tukuweke -hmm. tu Tanzania shillings kwao ni kipimo cha hesabu. Kwa hela ina sifa hizo tatu. Sasa kwenye hizo sifa hakuna sehemu inasema hela ndio thamani yenyewe, huioni sifa hiyo katika jamii uh, hai, uh, sasa jamii ndio ina, ina, ina, ina, yani nikupe yani, ni, ni mfano mmoja yeah. Ushai kukutana na ile hali ya kwamba kama huna hela mm. kwenye kikao cha familia angalau uwe <laughs> na uwezo hata wa kufanya sala yeah. Yeah. Yeah. Yani uki, mwenye hela anaweza akasalimiwa hata kama umri wake mm. ni mdogo mm. Yani jamii imempa thamani mwenye hela mm. we wow, ukituambia hela haina au mwenye hela ha, hana, hana thamani. Swali la, lako nzuri sana uh -huh. mimi nitakujivuka kukuuliza swali uh -huh. mimi ninachokizungumzia sio ukishazipata hela zinakupa thamani uh -huh. unazipataje, ndo ninachoongea mimi zinakujaje kwako. Hicho ndo ninachozungumzia, ambapo kuna namna ya kufuata ili uweze kuzipata, ili hela zije kwako halafu uh -huh. uonekane wewe ni wa maana uh -huh. Ndio ninachokiongea okay. mimi ako. Ndiyo, ndiyo. Am, na ambapo inapaswa kuweje pia kwa sababu inawezekana kuna mtu anaamini kwamba uh, akiajiriwa akiwa anafanya biashara yeah. Atapata pesa mm. kwamba ndio njia salama na sahihi zaidi. Pesa huwa wewe, ili upewe hela ni nifanye chochote ambacho kitaniingizia pesa, nif, uh, pesa. ila kile halali <laughs> <laughs> <laughs> ili mtu akupe hela <laughs> si lazima, kuna kitu kuna thamani umeifanya kwa mtu husika mwenye hela ila kupe, maanake ana uhitaji ambao yeye hana majibu, wewe ndio una majibu. Uh -huh, ndio maana nakupa, ili umpe hiyo huduma uh -huh, au bidhaa, ndo unachokizungumza. Kwa hiyo mm, inapaswa, ili upate pesa, huwe na uwezo wa kutatua matatizo. Ndo exactly, unachokizungumza, ndio thamani yenyewe tunaizungumzia hapa uh -huh. Na thamani hii iko kwenye mfumo miwili, aidha bidhaa au huduma. Kama huna bidhaa au huduma, huwezi kupata hela, utakuwa mwizi. Ila ukiwa na huduma, alafu hiyo huduma ni mawili: uipeleke mwenyewe kwa mtu anayehitaji, au kodishe kwa mtu mwingine ndio apeleke hiyo, ndio tunaita ajira. Sasa sasa, umuhimu wa kufanya jambo ambalo unalipenda yeah, ili uweze kufanikiwa kimaisha yeah. Uh, maana yake ni kuwa lazima ujue thamani yako na hivyo ambavyo wanavifanya yes. mm -hmm. Kuna kuna watu wanapata hela halafu wanasema hazitoshi mm na sidhani ulishawahi kukuta mtu ana hela nyingi hapa anasema, dah, mi naona basi natosha. Pesa haitafasiri thamani yako, ila thamani yako inaweza ikatumia pesa kuendelea kutengeneza thamani za wengine. Pesa ni, ni, ni, ni, ni kifaa cha kutekeleza ma, ma, ma, ma, ma, majukumu yako unaotakiwa kuyafanya kwa jamii kwa sababu ukishapata chakula na mavazi na pakulala, kwa nini huridhiki? Kuna vitu vingine vinaanza kwenda juu, utafika hatua, mimi nataka niwe na gari, niwe naweza kusafiri, watoto wasome. Ukivipata hivyo bado utasema da, nataka watu wanijue bwana <laughs> mimi nipo sasa. Ili wakujue lazima uchangie kitu kwenye maisha yao. Sasa unachangiaje? Sasa, sasa hizo ni hayo ni mahitaji ya kibinadamu yeah. Yani kwamba huridhiki kwa, kwa hapa kwa sababu ni, ni mahitaji ya lazima, lazima. Eh yes, la exactly. lazima. Ukiipata hiki lazima utapanda yani unapanda kadri unavyozidi kupata. Unajua asilimia ya watu wangapi hawatoki kwenye mahitaji ya lazima? Kuna mwandishi mmoja. Kwa nini hawatoki? ndo nachojaribu sasa kujibu. uh -huh. Hawatoki kwa sababu mm -hmm. hawajajenga thamani Ambayo ni unlimited tunasema ambayo haina kikomo. Turudi nyuma, anatakiwa ajenge vipi thamani? Very good. <coughs> na kama na kama akishindwa kujenga, anatakiwa ajengewe vipi hiyo thamani? Sasa ili ujenge thamani mm -hmm. thamani maana yake, mwisho wa siku, thamani utakaoijenga lazima ibadilike kuwa kwenye vitu viwili: huduma au bidhaa, kwa sababu wanadamu wanahitaji huduma au bidhaa ili waishi mm -hmm. ukiondoa bidhaa na huduma tunapata matatizo duniani, kwa sababu kuna vitu vingine sio sio vya kula, ni vitu vinavyosapoti tu maisha yako. Sasa tu, kwa nini tunaenda shule? Tunaenda shule kutafuta namna gani ile elimu inaweza kaboresha akili yetu, kwa sababu akili na elimu ni vitu viwili tofauti. Unaweza ukawa na elimu lakini una akili, na unaweza ukawa na akili na usio na elimu. Ni kweli? Kwa hiyo, kwa hiyo, unaweza kaenda shule pia ili uboreshewe uwezo wako, kwa sababu akili ni, se, ni uwezo wa uwezo wako ambao unafanya vitu pasipo kujitahidi, ambao wengi wana vipawa na karama vingi ambavyo Mungu amewapa ambavyo hivi hakuna mtu anaye, anaye dai kokote. Ndio maana hakuna chuo kinachofundisha jinsi ya, ku, ya kumiliki kipawa hivyo, ni mtu amezaliwa, amepewa sasa. mm, mm. Unavyoboresha vile vipawa vyako ndivyo unavyozidi, kwa kutoa huduma kwa watu au bidhaa kipawa unaweza kukibadilisha kikawa bidhaa au huduma, kisha kuwa huduma au bidhaa ndio unaweza kutatua matatizo ya watu na wakakulipa. Sasa kwa mfano hapa tumeka, kuna ties, kuna mtu aligundua hizi ties, amerahisisha maisha dunia nzima, si unanielewa? Kuna mtu aligundua mfumo wa benki, mpaka leo analipwa, kwa sababu amegundua mfumo. Sasa wewe unapokuwa huna kitu ambacho umekibuni kwa sababu hapa ni aidha ubuni vitu ambao unaitwa mjasiriamali au ufanye biashara, maanake uchukue bidhaa ya mbunifu ukauze kama haufanyi hivyo, maanake itabidi kama unaufahamu eh, uliotokana na, na shule ambayo ni professionalism, sasa itabidi uingie kwenye mfumo wa mtu ambaye anatoa huduma kwa mtu ambaye anahitaji bidhaa, kwa sababu wewe ukiwa una elimu halafu huwezi kuipeleka hiyo huduma yako moja kwa moja kwa waraji, itabidi upite katikati, yani kuna taasisi au serikali inayopeleka huduma kwa watu, kwao itabidi wewe uende kwenye mfumo huo, wao ndo wapeleke lakini wanatumia ufahamu wako. Kwa hiyo kile ambacho utakivuna ama utakipata aa, kupitia bidhaa unayotoa ama huduma unayotoa yako. Ndio, yep. Thamani yako, thamani yako. Aha, kwa mfano unafanya jambo fulani halafu unalipwa kiasi fulani cha pesa, yep. Hiyo ndio thamani yako. Sasa kuna mawili. Mm -hmm. Hiyo thamani uitengeneza wewe ndio unaipeleka kwa mlaji au umekodisha kwa mtu ndio apeleke wa <laughs> utofauti wake maana yake kama una thamani una umekodisha kwa mtu maana yake umeajiriwa. Mm -hmm. Huwezi ukaenda unavyotaka. Kwa hiyo thamani yako, thamani yako ataipima yeye, ataipima yeye mm -hmm. na ndio maana kwenye mishahara ukiuliza swali, wewe unataka mshahara gani? Usiingie kwenye mtego, kwa sababu <laughs> thamani anaijua yeye, lakini yeah. Wewe sasa, wewe sio mwenye ile thamani, wewe huna control. Kama unataka ujipimie unavyotaka, nenda sokoni mwenyewe, kule unajipimia unavyotaka, na elimu zingine zina, zi, utahitajika uwe na maarifa mengine zaidi pia, kwa sababu kule utakutana na washindani ambao wanatoa huduma kama yako kwa sababu hicho kitu hauko nacho peke yako. Wakati mwingine unakuja unaweza kaja na bidhaa kabisa ya kwako. Vikwazo kwa unavyoona ni vingi. Kwa mfano kuna kijana mmoja ni nchi gani, Mzimbabwe yule. Ameunda gari linalotumia e, mawimbi ya radio. Gari linajiendesha, mna mafuta hayo nini. Alikuwa anaelezea changamoto alipata kwa sababu alienda kwa kwenye kwenye, kwenye kwenye bodies regulatory bodies za kimataifa akamwambia umeviolate law, law law law law of physics.

lakini vikwazo amepambana vi, vi, mpaka akafika hapo kwa sababu ameanza mwaka 1995 leo ndo tunamuona miaka mingapi? Kwa hiyo kutengeneza thamani ili uweze, na yeye anajisikia vizuri kwa sababu ameboresha maisha ya wanadamu, na kwa kufanya hivyo anapata hela kwa sababu. watu wengi ambao wanapata hela nyingi sana ni wale ambao hawafocus kwenye kupata hela, ni wale ambao wanafocus kutatua nini matatizo. mm. Japo, japo tunakubaliana kwamba pesa inawezekana bado ikawa uh, juu ya thamani, kwa sababu ndio inayotafsiri thamani. Umezungumza hapa kwamba uh, mwajiri wako akikuajiri yeah. uh, yeye ndiye anayeamua kulipeje. mm -hmm. Hata ukiulizwa unataka tukulipe vipi yeye yeah, ndio anapima mm. kiwango cha thamani unayoweza kumpa, kwa sababu thamani bado iko kwa mtu, sio kwenye hela. Hela kazi yake ni kuhamisha tu mm -hmm. yenyewe, yeah, kama yenyewe haina thamani injinia, pamoja na mengi ambayo umeyazungumza yeah. Uh, ni kama vile unatuchambulia kitabu hichi cha maisha ni zaidi mm. ya chakula kabisa. Na hili ni toleo la pili, kuna toleo la kwanza yeah. ambayo abidi uanzie huko kufika. Toleo la kwanza nimezungumzia sana mambo ya personal development, maendeleo binafsi. Toleo la pili nimeongeza, nimeweka maendeleo binafsi kidogo, alafu nikaweka mambo ya biashara, ujasiriamali na uwekezaji. Kwa, kwa, ni, li, li kwa nini umekuja huku kwenye biashara fedha na uwekezaji, ikiwa wewe ni mtaalamu wa lishe mm -hmm. mimi nili, ni, ndo yale ambayo nikanasema hmm. E, mimi nimesoma engineering hmm. lakini nimegundua kipaji changu kitofanya kazi vizuri kwenye biashara, sio kwenye uhandisi. Kwa hiyo ilibidi nibadilishe kalia hmm. kwa hiyo umuhimu wa kufanya jambo unalolipenda ndio unakuja, ndio hapo, ndio nilichokiandika hapo. Kwa hiyo hmm. Mimi nimepata sehemu ambayo I'm comfortable. Ni, unajua kama hujafika, kwa hiyo ulipoteza muda kusoma uhandisi. Si kupoteza hmm. muda, lakini usipogundua hmm. unakuwa una umepoteza muda kwa sababu na uwezo sasa wa kutumia uwezo wa uhandisi maarifa nayopata kusoma kitu kingine ki kwa sababu uhandisi tumefundishwa ku, kutatua matatizo. Kwa kutumia uwezo huo naweza nikauapply sasa huko ambako unajua niko comfortable na situmii nguvu nyingi kujifunza kama kule kwenye uhandisi, kwa sababu kule sikuwa na kipaji napo mm. kwa hiyo ninaweza kutumia yale maarifa na nikahama huko. lakini elimu ukisoma halafu ikawa kinyume na kipaji chako halafu usigundue kipaji chako, unakuwa umepotea. Ukigundua na ikawa haiwezekani kukifanyia kazi, ni ngumu mm. kwa sababu mara nyingi ukisoma inakupa uwezo wa kufikiri Mm -hmm, tofauti na mtu ambaye hajasoma mm -hmm. Inakupa uwezo wa kujua kufanya communication, jinsi ya kuwasiliana na watu. Hivi vitu vyote vinahitajika wakati unajitafuta. Nikupe mfano yeah. Kuna mwanahabari ambaye ndoto yake ama anachokipenda kutoka ndani yake yeah, ni kuwa mwanasheria okay, na sasa ni mwanahabari yeah. Uh, huyu hawezi tena kurudi kwenye sheria, kwenye sheria anaweza So onazanaishi anaweza, mimi nakupa mfano hai. Sawa. najua kwamba ni wewe. Hapana, sio mimi, ni mtu ambaye namfahamu. Kabisa. Sasa mfumo wa maisha yake umekaa kisheria, kama hii ni haki basi tutaenda hivyo kihaki. Mfumo mm. wa maisha yake nyumbani kwake, ndugu zake, watu wake wa karibu, watu, hata kwenye mazingira yake ya kazi mm. Sasa unawezaje ku, kumleta huku kwenye jambo ambalo analipenda ili aweze kufanikiwa nalo kimaisha. Sheria ndo kitu ambacho anakipenda yeah. Lakini anafanya kazi kwenye kwenye, kwenye habari kwenye tasnia ya habari, na ile thamani ambayo ilikuwa unaizungumzia ndio ambayo anaitumia kumuingizia, kumuingizia fedha. Sasa swali linakuja, uh-huh. kama anaingiza fedha na ile sehemu ndio sehemu yake, hmm. kwa nini anawaza sheria ndo kitu ndo kitu ambacho anakipenda ndo kilichopo ndani, kama ambavyo wewe pia mhandisi ukahamia <laughs> <laughs> kwenye uandishi wa vitabu very good. mm -hmm. Sasa kuna process ya kuhama kutoka ulipo, kwa sababu mpaka hapa alipo, manake ana matumizi ambayo hiyo yana, yana, yana, yana, yana, wanahabari unamsaidia mm -hmm. ku survive lakini huyu mtu hawezi kuwa mtu mkuu, hawezi kuwa mtu anaye, anaye anavyotaka yeye, kwa sababu yuko limited hata uwezo wake wa ubunifu unakuwa limited kuliko angekuwa kule ambako mm -hmm. ye yupo. Kwa hiyo kuna namna ya namna sasa ku, kuanza kutoka kule taratibu mm -hmm. kuhamia huko anakotaka, lakini pia hili swala la kupenda ni subjective tuseme, lazima ni reassess. Anapenda kwa sababu alisimuliwa mm -hmm. au ni part and parcel ya yeye kwa sababu mm -hmm. kuna mtu mwingine alisimuliwa daktari mzuri mzuri mzuri. Hiyo kitu kikakaa kwenye subconscious mind ya kwenye moyo wake kikakaa kwa hiyo akisikia, mm -hmm. watu madaktari, kaona anapenda kweli, lakini ukimhoji vizuri, unakuta uwezo hana. Kwa hiyo inahitaji pia sasa. hapo, hapo kuna hoja yeah. kwe kwe yeah. kwa flani, yeah. kwenye mazungumzo yako na Barkis kwamba mtu anafikia hatua fulani ndipo anatamani kwenda kwenye kile ambacho anakipenda yeah. lakini tayari anafanya kitu kingine yeah. Sasa hii huwa inatokana na nini? Kwa sababu tunafahamu Uh, kuanzia unasoma unachaguliwa shule na wazazi yeah. Uh, kuanzia vidudu shule ya msingi na kuendelea maanake ni unatafsiriwa upite njia gani. Siku nyingine utatuambia vidudu ni nini? Nitakueleza vizuri ambao <laughs> ni kosa sasa hivi <laughs> hilo <laughs> ni kosa ambalo tunalifanya tukiwa wazazi. Kwa hiyo na lenyewe nimeshabadilisha thamani hilo ndio shida tupu kuanzia huko. Mhandisi tu, tumalizie kwa kutuambia tu yeah. Kitabu hichi tunakipataje? Na pengine rasmi utakizindua lini? Kitabu nakizindua tarehe 12 mwezi wa 4. Okay. na tutakuwa na wazungumzaji tutakuwa na watu wa, wa, uh -huh. tutakuwa na watu kutoka kwenye mashirika ya uwekezaji tutakuwa na watu kutoka kwenye mifumo ya mabenki, wakurugenzi ambao watatoa elimu kwa wale ambao wanahitaji kufanya biashara, wanaohitaji kuanzisha biashara uh -huh. tutafundishana namna ya kwanza. Itakuwa Peacock Hotel na kuna link ambayo inabidi ujisajili kwa sababu ni limited, sio watu wengi, wakifika 200 tunafunga. Kwa hiyo mpaka sasa hivi watu wanajisajili tarehe kumi na mbili mwezi wa nne Watu wanakaribishwa. uchoyo wa kugawa thamani, wachache sana hapana. <laughs> <Ni mazingira. laughs> Ch chakula chakula na lishe kishapigwa teke like, yani jidia kaona aende kufundisha watu biashara sawa, okay. maisha ni zaidi ya chakula yeah. ni toleo la pili la kitabu yeah, cha mhandisi Kabenda Balete. Ni kitabu ambacho atakizindua <clears throat> rasmi Aprili kumi na mbili na pamoja na uzinduzi wa kitabu hichi kutakuwa na Uh, fursa nyinginezo za kupata elimu kuhusu biashara pamoja na kichwa cha habari, wanasema wanasema nini, pengine hii sio kilichomo ndani exactly. Eh, ah. <laughs> Uh, kitabu kimebeba zaidi kuhusu kusudi, biashara, fedha pamoja na uwekezaji.